Ndugu zangu, sisi hapa Tanzania juzi tu hapa kwenye mambo ya intikhabati haya ya kura, siku tano tumepitia wakati mgumu sana, mgumu. Maadui hawa ambao ni maadui ambao wanaweza hata wakaingiza nchi katika katika maangamizi. Propaganda zimekuwa nyingi na Muislamu leo kila anaolisikia anataka na yeye alipeleke. Wapi ashee, baadhi ya mambo katika mitandao ya kijamii, kuna mambo mengi ya uongo kila kukicha. Kwa nini watu wamekaa wanatunga mambo ya uongo wanasukuma kwenye mitandao? Wewe Muislamu uko chumbani kwako ukiona pengine mtu analeta yale, ili iwe tatizo Natoa mifano mdogo sana. Miaka mitano ya nyuma, itokea swala la korona, ugonjwa wa korona. Lakini kumbe walioleta magonjwa yale, propaganda zao zilikuwa ni nyingi, ikafikia mahala hata Waislamu wakashindwa kwenda kutekeleza nguzo ya tano katika ibada ya hija. Kwa nini? Watu walikuwa wanashea mambo ya korona, watu wanakufa, watu kadha, watu wa kadha, mpaka ikafikia mahala sasa. Dunia sikwambii nchi, dunia ikafikia mahala, kuna misikiti ikafungwa, kuna misikiti watu wakashindwa hata kupanga swafu, kutokana na propaganda zokuwa zimeenezwa lengo nini? Ikafikia mahala watu wakashindwa kwenda kutekeleza mpaka ibada ya nguzo ya tano ya hija. Sasa kwa sisi Waislamu, hasa katika nchi yetu ya Tanzania, mambo yamekuwa mengi, propaganda zipo nyingi. We mwislamu jukumu lako man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au yasmut, kwa yule mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme maneno yaliyokuwa mazuri au anyamaze. Pengine maneno yako unaokwenda kuyazungumza au yale ambayo unayashea kwenye mitandao yakaja kuleta madhara katika dini yako. Mtume anasema, kafaa bilmari ithman, yatosha kwa mtu kupata dhambi. Katika riwaya nyingine, kafaa bilmari kadhiba an yuhadditha bikulli ma sami'a. Ndugu zangu sisi hapa Tanzania, juzi tu hapa kwenye mambo ya intikhabati haya ya kura, siku tano tumepitia wakati mgumu sana, mgumu. Lakini ni kwa nini yametupata haya? Ni kwa sababu yale ambayo sisi tumekwenda kuyachuma kwa mikono yetu Lau kama mwislamu angetabikisha Qurani, yasingetupata hayo katika jamii. Na sisi hatuwazungumzii watu wa dini zingine, sisi tunazungumzia manhaji yetu katika dini yetu ya Uislamu. Mifano ambayo tunaweza tukaitoa leo, ndugu zangu, ambapo kila mmoja anatakiwa achunge ili amani itamala katika mujtamaa.